Wako vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale ili muweze kujifundisha umeme cherahani, lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi, na shughuli nyingine yote ya kiufundi ili uweze kuanzisha kampuni yako, na wameenda VETA bila kujali kama wewe unafikiria chuo kikuu uani una Yes, ni wazi kwamba watu wengi waliosoma wenye wa certificate wenye diploma wenye degree wenye masters wanakutana na hili wimbi la kuhangaika kupata ajira, kuajiriwa na lengo kubwa la kuajiriwa ni kupata pesa k uchumi, lakini upepo wa ajira ni kama sio rafiki tena. Utafanya nini? kitu kilichobakia ni kubadilisha hiyo degree yako au masters yako, kuitengeneza kuwa pesa. Nifanyaje kuwa pesa hapa lazima ukubali kujifunza na kuelekezwa vizuri, namna gani ya kubadilisha degree niliyo nayo, degree yoyote ile, kuibadilisha kuwa pesa. Skills na tools zinazoambatana na degree husika, kuzitumia kuweza kudeliver tangible au skillful au service, kwa mteja na huyo mteja ambaye ni client ambaye atakupa pesa juu ya ujuzi ulionao. Sasa basi, uh, kunipigia mimi simu kwa ajili ya kukaa chini na kufanya consultation one on one haitowezekana. Kama tutaifanya kwa kikao kimoja, it means itahitaji mwendelezo. Kila siku ukinipigia simu au kinitaji, huwa nalipa consultation fee that is expensive. Kibiashara tunasema ni wrong move. Sasa so, so, basi so. nimeleta mentorship program ambayo itakusaidia wewe ambaye unatamani kubadilisha uh, knowledge ulionayo, degree, diploma, certificate, masters, PhD ulionayo kwa ajili ya kuifanya kwa biashara. Ukijiunga na programu hii autofanya mabadiliko hayo peke yako, bali utakuwa na timu nyuma yako ambayo tutakuwa tukikuelekeza nini cha kufanya, hatua gani ufanye, hatua gani upite, nini uache, nini ufanye. Tutakuelekeza vizuri, tutakufundisha kwa kina taratibu. Utapata muda wa mimi na wewe one-on-one. Na utapata free consultation muda wote bure kabisa, lakini tutakuunganisha na la darasa letu. Kitu kigumu sio kwamba wewe uwezi, ila ujui unaanzaje, na hofu iliyo kubwa ni nikianza vipi, nikifeli. Haya yote tutakusaidia kuya overcome na kuyapitia. Komenti hapo neno chini Mentor, nitakutumia utaratibu mzima wa kujiunga kwa ajili ya kuanza safari, ama wasiana sisi kupitia namba hii.